Yakopa ingia Kaperenaum kule, wanafunzi wakamfuata. Maandiko yanasema wanafunzi wakamfuata, na walipomfuata, sikiliza, haikuwa mara ya kwanza. Ndio maana Biblia inasema kisha akaingia Kaperenaum tena, mara yake ilikuwa ni kawaida yake kuingia. Haleluya, amen. Aliingia kule kwa ajili ya kufanya huduma, aliingia kule kwa ajili ya kuhubiri Injili. Alipoingia kule mara hiyo nyingine wanafunzi wakawa ni wengi, akaenda kufanya huduma ya nyumba kwa nyumba, akaingia ndani ya nyumba ya mtu mmoja. Alipoingia ndani ya nyumba ya mtu mmoja, wale wanafunzi bibilia inasema wakamfuata mpaka ndani ya ile nyumba. Walipomfuata mpaka ndani ya ile nyumba, akawa akihubiri humo. Sikiliza, bibilia inasema hivi, Zile taarifa zikaenea mtaani, watu wakasikia kwamba Yesu Kristo Mnazareti ameingia ndani ya Kapernaumu. Yesu Kristo Mnazareti ameingia Msambara! Haleluya, haleluya! Yesu Kristo akawa ameingia ndani ya Kapernaumu. Alipoingia ndani ya Kapernaumu, sikiliza, Biblia inasema mitaani taarifa zikazagaa kwamba tayari Yesu yule mnayemsikia anatenda miujiza sasa yuko, sasa yuko ndani ya Msambara, anatenda kazi ndani ya Msambara. Haleluya. Inasema wakaongezeka, wakawa ni wengi sana, wakakusanyika. Wingi wa watu usiohesabika wakamzunguka Yesu. Biblia inasema ile nyumba ilikuwa na watu wengine, wakaja mpaka mlangoni, lakini ikionekana haitoshi. Watu wanatamani kumwona Yesu ni nani, watu wanatamani kujua habari za yesu zikoje. Wamekuwa wakizisikia, sasa wanatamani kuona kwa macho. Haleluya. Wakamwaka wakafika paka pale, wakakua Yesu hawezi kuonekana tena. Makutano wakamzingira wakamzunguka, kila kona Yesu Kristo akaa hawezi kuonekana tena. Bwana yeu wamie tena uu a ani wambie tena, nguvu ya imani. Ukisema mwambie nguvu ya imani Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Makutano wakiwa ni wengi wamekusanyika kwa viwango visivyo vya kawaida, wamejaa mezikia, vyumba vyote vimejaa, nyumba nje imejaa, kulia na kushoto kuna makutano ya watu, hakuna hata kwa kupenya mguu. Bibilia inaniambia walikuwepo mtu aliyekuwa amepoza kwa muda wa miaka mingi sana jamani Yesu asifiwe Yesu ninampenda sana yule alipokuwa amepooza wamefanya kila jitihada ya kumsaidia lakini wameshindwa wakasema tufanye nini kikao cha dharura kikakaliwa wakajadiliana wafanye nini wakafanya maamuzi ya kumpeleka kwa huyu anayeitwa Yesu haleluya amina amina wewe unapokuwa na shida unampeleka gonjwa wako kwa nani? Unapoona mambo yamekuwa ni magumu, wewe unaenda wapi? Inawezekana kuna wengine wanaenda kwa waganga wa kienyeji, inawezekana kuna wengine wanaenda kutafuta misaada kwa watu wengine. Lakini nataka nikuambie, wapo waliomuona ndugu yao akiwa amepooza Hawezi kutembea, hawezi kusimama, hawezi kufanya chochote kile, anakojoa hapo hapo, anaharisha hapo hapo. Wakasema, ndugu yetu hawezi kuteseka namna hii wakati Yesu yupo. Na mimi nataka nikuambie, usiteseke na shida zako, usiteseke na tabu zako, Yesu Kristo yupo kwa ajili yako. Haleluya, haleluya. Wale jamaa wakatengeneza machela Wali, ingekuwa sasa hivi ambapo kuna kuna ambulance wangempakia ndani ambulesi, magani, machela ya ambulance, lakini wakati huo kulikuwa hakuna magari, wakatengeneza machela kwa ajili ya kumbeba, wakambeba ile ndugu yao wakampeleka kwa Yesu. Walipofika pale, Biblia inaniambia hapakuwa na nafasi hata ya kumpenyeza mguu, kwa sababu palikuwa pamejaa watu. Wakachanganyika, wafanyeje? Wakachukua tendo la imani, gewekea jirani yako, mwambie nguvu ya imani. Yes, we imani, bile, Yesu asifiwe. Wakatungeneza imani, wakasema kwa vyovyote vile, huyu Yesu ndiye anayeweza kumponya huyu. Hatuna mtu mwingine wa kumponya. Kwa vyovyote vile, iwe jua, iwe Leo lazima tufike kwa Yesu hata kama kuna watu wamejaa, lazima tumuone Yesu. Nataka nikwambie, hata kama watu wamejaa, lazima umuone Yesu. Weka imani yako wewe, amini tu kwamba Yesu yupo, anaweza kukusaidia katika shida ulizonazo, katika changamoto ulizonazo. Sikiliza nikwambie, wale watu wakatafakari, wakasema tunafanya nini? Wakazunguka nyuma ya nyumba Walipozunguka nyuma ya nyumba wakapanda juu, wakatoboa dari polepole, ili watu wasiwasikie, wakachokonoa, wakachokonoa, hatimaye nafasi ikapatikana. Halafu ndugu yao wakamshusha polepole, yani walilengeshea mahali ambapo Yesu walipo. Maana kwa nje watu walikuwa wamejaa, wamezingira, wasingeweza kumfikia Yesu. Wakaamua kutoboa dari, wakatoboa dari. Nisaidie kumgeukia jirani yako, mwambie toboa dari. Sikiliza, dari hapa inayozungumzwa ni vikwazo vinavyoweza kukuzuia wewe usimwone Yesu, ni vikwazo vinavyoweza kuzuia wewe usifike kwa Yesu, ni vikwazo vinavyoweza kukuzuia wewe usipokee baraka zako, usipokee muujiza wako. Lakini nataka nikuambia jioni ya leo, toboa dari ili umfikie Yesu. Yesu yuko mahali hapa, anahitaji kukusaidia haleluya. Bwana Yesu asifiwe! Wakatoboa wa dari, wakatoboa wa dari kwa kujidai kabisa akachokonoa, wakachokonoa, halafu wakamshika yule mtu aliyekuwa mlemavu ambaye alipoza kwa muda mrefu, wakamshusha na kigodoro chake polepole, wakashusha polepole. Yesu anasikia kama vile kuna udongo unamdondokea, anageuka kule, anakuta kuna mtu yuko anashushwa. Haleluya! Haleluya! Haleluya! Tu yuko anashushwa anashushwa mpaka pale Yesu alipo, watu kule wanashangashanga. Nataka nikwambie watu wana shida, kwa sababu hawataki kuzipeleka kwa Yesu. Mimi kama nisingepeleka shida zangu kwa Yesu, mpaka leo ningekuwa sipo. Nisingepeleka shida zangu kwa Yesu, mpaka leo ningekuwa sipo. Nilipookoka nilikuwa na mateso mengi sana kabla ya kuokoka nilimetembea kwa waganga wengi sana. Nilikuwa naishi na majini zaidi ya mia mbili na hamsini.